Ni kipengele cha usafi. Tunazungumzia kwamba usafi wa mazingira yale anayokamlia anayokamliwa ng'ombe, lakini usafi wa vyombo vinavyotumika kwa ajili ya kukamlia maziwa. Lakini kipengele kingine tunachokiangalia kwamba ni afya kwamba je, ng'ombe anayekamliwa afya yake ikoje? Mkamuaji anayekamua afya yake ikoje? Unasema hivi kwamba ng'ombe ni lazima awe na afya bora, awe ng'ombe ambaye ni mzima. Ng'ombe ambaye ana shida ya afya hawezi kukupa maziwa yaliyo bora, na tunapozungumza kwamba usalama wa maziwa, kwamba ni maziwa ambayo yanatoka kwa mnyama ambaye kwanza amepata lishe iliyo bora, lakini pia amepata maji ya kutosha, lakini katika mazingira ya ukamuaji kwamba hayakuweza kuhatarisha kwa namna yoyote usalama wa yale maziwa, kuanzia yanapotoka kwa mnyama mpaka pale yanapofikishwa kwenye kituo cha kupozea maziwa, kwamba miundombinu yote kuanzia ng'ombe yanapokamuliwa mpaka maziwa yanapofikishwa kwenye kituo cha kupozea maziwa, haya maziwa kwa namna yoyote hayatakiwi kuharibika au kuathirika kwa namna yoyote. Udhibiti wa ubora wa maziwa huanza kwa mfugaji. Kwa kufanya hivyo, utapunguza kuwepo kwa bakteria waharibifu na wanaoeneza magonjwa. Lakini pia wewe mwenyewe usikamue maziwa kama una magonjwa ya kuambukiza kama vile kuhara au homa ya matumbo mpaka utakapokuwa umefari, umepata matibabu na kupona. Lakini kuna mambo ya kuzingatia wakati wa kutumia maziwa. Kwanza tuepuke kunywa maziwa ghafi kwa maana kwamba ani, maziwa mabichi, umetoka kukamua ukayatumia, maana yake hayo maziwa hayajachemshwa. Maziwa ghafi yanaweza kuwa na vidudu hatari ambavyo vinaweza kusababisha kupata magonjwa, na kama ukipata magonjwa, umekunywa ndio maziwa ambayo tunataka kupate virutubishi, lakini umekunywa maziwa ambayo si salama, sio safi yakakupelekea kupata changamoto ya magonjwa, tayari utakuwa tena ujapata lishe bora, matokeo yake umepata changamoto ya kiafya. Kwa mfano, kama ni mtoto akianza kuharisha, atapungua uzito, itapelekea tapelekea kuwa na utapiamlo mkali. Lakini kwenye maziwa ambayo tunanunua ya kupati tayari, tuna tabia ya kuangalia zile tarehe za ku-expire expire date. Eh, usitumie maziwa yaliyopitwa na muda wake. Yes. Lakini pia tutazame uh, harufu, ladha na rangi za maziwa. Ukiona yana mabadiliko tayari haya maziwa sio salama na tayari hayatakuwa na vile vitubisho ambavyo tunavitamani kuweza. Lengo la kunywa maziwa ni tupate vitubisho vilivyobora ili tuweze kuboresha afya zetu. Lakini ukipata maziwa ambayo sio safi, yamesha haribika hautapata vile vitubisho vilivyokusudiwa. Lakini pia tuhifadhi maziwa vizuri maziwa ya dukani yanahitaji kuhifadhiwa kwenye majokofu vizuri, lakini pia tuepuke kutumia maziwa yenye mafuta mengi kwa kupita kiasi. Na kwa watoto wachanga chini ya miezi sita inashauriwa wasipewe maziwa ya ng'ombe. tushirikiane tuweze kuhakikisha watu wetu wanapata maziwa lakini tuhakikishe tunajenga afya zao, na situ maziwa, wapate maziwa salama na bora. Ili tuweze kufikia malengo haya, basi ipo haja ya upatikanaji wa maziwa safi na salama katika bei iliyo nafuu. Nichukue fursa hii uwasihi wote tuendelee kushirikiana katika kufanikisha dhamira ya kuongeza unywaji wa maziwa hususani kwa wanafunzi, kama kauli mbiu yetu ya maazimisho haya inavyosema, matokeo mazuri shuleni na afya bora, maziwa ndiyo mpango mzima.